Na viongozi mbalimbali mbali nchini wakiongozwa na Rais William Ruto wamewazawadi wananchi katika maeneo tofauti msimu huu wa Krismasi, wito ukitolewa kwa Wakenya kueneza upendo kwa kusimama na wasiojiweza. Katika kaunti ya Kisii, Gavana Simba Arati alizuru na kuwazawadi wagonjwa katika hospitali za kaunti hiyo, huku gavana wa Turkana Jeremia Lomorukai akijumuika na wafungwa katika gereza la Lodwar kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. James Mwangi anatuarifu. Huku maadhimisho ya sikukuu ya Krisimasi yakiendelea kushika kasi maeneo mbalimbali mbali nchini, familia, jamaa na marafiki wakikusanyika kuadhimisha siku hii muhimu, viongozi mbalimbali wa kisiasa nchini wakiongozwa na rais William Ruto wamejitokeza na kuwazawadi wananchi msimu huu wa Krismasi. Vice Chair, Dr. Ruto. Katika kaunti ya Siaya zaidi ya familia mia tano zilipokea zawadi na vyakula kutoka kwa Rais Ruto, wito ukitolewa kwa wananchi kusimama na familia zisizojiweza. hey, we just want to share love kila mahali na nimepatia wheelchairs kila kaunti. Maelfu ya wakazi wa kaunti ya Tharakanithi walikuwa na kila sababu ya kutabasamu baada ya kupokea msaada wa vyakula kutoka kwa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Leo hatuongei mambo ya siasa, leo hatuongei mambo yale ya kawaida, leo ni Christmas. tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu ametuwezesha kuona mwaka huu ukiisha na hata ile siku kidogo imebaki mwaka uishe. Tunatumaini ya kwamba Mungu atatuongoza. Tunashukuru Mungu, familia zetu ziko salama, watoto wetu wako salama, familia zetu ziko salama na nchi yetu pia iko salama. Katika kaunti ya Kisii Gavana Simba Arati akihakikisha wagonjwa katika hospitali za kaunti hiyo hawajawachwa nyuma katika maadhimisho ya Krismasi. I decided to go around all our health facilities. I have done KTRH I'm going to other facilities facilities uh, private because I've finished from the the public one. Of course I've done that um, I've seen close to 600 patients. Yeah. Wamenisaidia si kukua na chochote, nililemewa last week e, wamenishughulikia, wamenipea dawa, nimepona na si kuwa na bili ya kutoka. Anatupea unga, sasa tutaweza kula mandazi mingi. Akina mama wamefurahi, watoto wamefurahi pia, watu ni wengi. Hii ndio raha ya Krismasi, kuchungumika pamoja, kukucha pamoja wafungwa pia hawakusahaulika yamba yote, yamba. Katika gereza la Lodwar gavana wa Turkana Jeremiah Lomorukai alijumuika na wafungwa eneo hilo kusherehekea Krismasi. Gavana huyo akitoa fahali sita kwa ajili ya sherehe hizo. tumewaletea sambuls ndume ile watachinjiwa leo ili pia wakule, eh, wakule nyama na wakumbuke kwamba hawako kwa sel bado, kule nje kuna marafiki. We are all clients of these prisons ama cells, na tukapatia message pia ya kuendelea kuwa na nidhamu na wakubali mabadiliko, kubadilika na kuwa watu wazuri. James Mwangi, Undugu TV.